Askofu mkuu wa kanisa la ABC Daktari Timothy Ndambuki amekuwa kileleni mwa kanisa hilo tangu tarehe mosi mwezi Aprili mwaka 2007 na baada ya mtangulizi wake Askofu Nathaniel Ngala kuaga dunia. Ilianza hapa Ukambani na ikaanzishwa na Wakamba, na kwanza, ndio sababu iliitwa Akamba Christian Brotherhood na mwaka wa arobaini na sita 1946 ndio walifungua kanisa la kwanza huko Nyanza, na ya kwa hivyo wajaliwa wakajiunga, na ikaendelea. Saa hii katika audit yangu ya ofisi eh, ABC ni ya makabila arobaini na sita <tune> Tangu kuasisiwa rasmi kwa kanisa hili mnamo mwaka 1945, limekuwa kwa kasi na kuenea kwa mapana na marefu kutoka eneo la Ukambani hadi nje ya mipaka ya Kenya. E, ABC ni ya makabila 46 In East, Central and Southern Africa zizi zote. Kwa hivyo ABC si ule wa, wakati tulikuwa tunachekelewa kanisa ya Wakamba Kanisa ya Wakamba hiyo ilikuwa tu ya kutundunisha na kutufunja moyo. Lakini je, ni nini chimbuko la kanisa hili haswa? Wakati wa vita vya pili eh, al, alijaribu kuzuia vijana eh, Wakamba kwenda kujiunga na vita. Anauliza, mnaenda kupigana vita ya nani? Kwa nini? Alafu hayo maswali yakaanza eh, kuleta changamoto kwa maisha yake. Basi akiwa hapo, kwa sababu alijua kikamba na alijua e, alienda hapo ili kusaidia ngaba na kuwaelewa. Sasa ngavana kasema mtu mmoja aombe e, lakini akamuita mwenzange mzungu aombe. Akamwambia hawa waafrika wanajua kuomba, hata wakiomba Mungu anasikia. Waombe wao wenyewe. Basi mmoja wao ni Simon mulandi ambaye ndiye mwanzilishi wa kanisa la ABC ndiye alisimama akaomba. Kanisa hili lililoanzishwa naye Simon Mulandi limeongezeka kutoka kwa makanisa kadhaa hadi zaidi ya makanisa elfu moja na mamia washirika Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland chini ya muungano wa Undugu. Twendeni kote ulimwenguni tukahubiri Injili watu wa dini zote Ukambani waache kuchukiana, wapendane, wawe wanaweza kukaa kwa kikao kimoja, washuluhishe mambo yao kama jamii pamoja, at na kila mtu hawe ana, ana, ana subscribe kwa ile denomination yake. Kwa hivyo wao walikuwa na hiyo lengo, ikiwa lengo kuu, na wamalize vita vya kindini kat, eh, sehemu hii. Hiyo ikawa ndio lengo kuu, kwa sababu kupitia kwa dini walijua wanaweza kuunganisha Wakamba na wakiwaunganisha wataongea mambo yale mengine yanayowahusu na yanaweza kuwapeleka mbele. Na linapoadhimisha miaka themanini tangu kuanzishwa kwake, kanisa la ABC linajivunia kupiga hatua kubwa katika kufanikisha elimu, matibabu, kuwafaa wananchi kote nchini kupitia chama cha ushirika cha ABC Sacco.